Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahia sana kuja hapa siku ya leo. Kwanza mbunge wenu, today you have raised the bar so high, mpigieni makofi. Na nimesikia kitaja marafiki wake akasema wengine wametoka Tanzania. Mimi nifunze njia zako, mimi nionyeshe marafiki wako, hata hawa Tanzania Sihitaji watatu nionyeshe mmoja peke yake, na nikafanya haya maneno huko Murang'a. Nataka kusema we have done very many empowerment programs in this country, lakini yenye imepita zingine ni ya hapa, ya mheshimiwa wenu Oscar Sudi, mpigieni makofi. Na amefanya vizuri, yeye mwenyewe kufafanua ya kwamba hakuna shilingi ya serikali imeletwa hapa. Juu sasa, venye amesema watu wameanza kuongea matope mingi sana na kuharibia serikali jina. Wanasema uko Rift Valley kunapelekwa hivi mlima kunapelekwa hivi. Mimi nimeshuhudia empowerment mpaka Ukambani, tukitoka hapa tunaenda Ukambani. Lakini mimi niseme ukweli, nimehakikisha na nimethibitisha Sudi ni injinia wa ukweli. Nikiangalia engineering yake ako na PhD. Mtaendelea kumshikilia, mtaendelea kumshikilia. Mimi nimekuja zaidi, jusudi ni rafiki ya bwanangu sana, na bwanangu yuko hapa, so nimekuja mimi. Hujanikujia empowerment, lakini ulimwendea bwanangu. So mimi next time na kuomba juu, mimi ninasimamia county, ukuje pia wewe unitembelee, tufanye empowerment ya mwisho. Niulize watu wa hapa, je, mnashikilia serikali Je, mnashikilia Dr. William Samoei Ruto? Mtaendelea kuchunga Dr. William Samoei Ruto? Mtaruhusu auziwa uoga na watu tuliwatoa na mate kama funza? Mwanaume ambaye hakumaliza tamnusu, mwanaume wa kutolewa juu ni wakuuzia wanaume wengine uoga? Nyinyi ni wakuuziwa uoga, nyinyi ni wakuitikia rais ambiwe na mtu hakumaliza round moja, ati raisi ataenda one term. Ni one term ama ni two term? Ni one term ama ni two term? Nyinyi wanaume mko hapa kwa mkutano, mwanaume wa kutolewa juu hafai kuwa na kiburi. Hakumaliza round moja, anajifanya Kenya mzima ni atauzia wanaume wengine uoga. Mtanunua uoga? hamtanunua uoga? Sisi alijifanya tatubabaisha. Mimi ni bibi ya mbunge wake, na tulimtoa kwa mate kama funza. Hakuna mtu atauzia uoga hii Kenya, kama hajui kumaliza raundi moja, hatatufunza kuenda raundi mbili. Ashindwa kabisa Betty. <laughs> Shaurieni wanaume atuwafaya nini haya. Wacha nichukue nafasi hii nimwalike rafiki yangu.